Naam, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VM ukipenda Victor mado Mandala, na hii leo basi ningependa tupate kue, kuingia katika zile pitapita pita. Kafika katika maeneo kadha wa kadha, ni kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilifika katika eneo la Malindi mjini, Malindi mjini eh, kuna polo mmoja apata kazi na, kugundua kwamba mdosi wake ni kidosho aliyemtema naam. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Polo huyo aliyemtema mandada kwa madharau makubwa miaka iliyopita hakuamini alipo yani, unajua umefika mahali ndio huwa nasema heshimu watu, heshimu watu. Alifika mahali akawa katika uchumba na wakatofautiana. Na baada ya kutofautiana, aka, akamtupa kimadharau. Akamtupa kimaembe maembe tu hivi. Na baada ya kumtupa kimaembe maembe, jamaa akatafuta, akafika mahali, akapoteza kazi, akatafuta kazi hapati, na siku moja, akasikia ametiwa kazi. Aka, a, of course, ali apply. Na akaitiwa kazi kwenda pale, akagundua kumbe yule kidosho ambaye alimtema kimadharau madharau kimaembe maembe ndio sasa mwenye hiyo kampuni sasa. Yeye ndio mwajiri wake, yeye ndio mdosi wake. Alafu anamwambia o oh, kumbe umekuja, hii hi dunia ni ndogo. Ukisikia mtu anakuambia hivyo hivo, kama dharau, unasikia kanatembea hivi. Sasa angalikuwa ni wewe, hiyo kazi utafanya ama utaenda hmm? Baada ya kumdharau mtu, anasema what goes around, comes around. Haya, semi kitu, angalikuwa wee, ungefanya nimeachia pale. Kumbuka kusubscribe pale chini ya video hii, kama ni mara yako ya kwanza huja wai subscribe. Chini hapa kuna neno subscribe, click ya neno subscribe kiambia sign in. Sign in na Gmail account yako, copy the link and share. Nawekea comment yako hapa chini, nitakuwa bored zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. Naam no. Nikivuka kutoka eneo la Malindi mjini of course, ilikuwa ni Malindi mjini, nikavuka mpaka eneo la Hola Hola. Iko kule Tana River. Naam, kule Hola eh, kuna dem mmoja aliyepoteza aliyepotelea mjini, alirudi kijijini na kupata familia yake ilikuwa imehama mwandada. Huyo alikatiza mawasiliano na familia yake kwa miaka mingi, hadi juzi aliporejea na kupata eh, kijiji kilibadilika na kizazi kipya kikaibuka kwa hivyo amefika yani, mtu amefika eni, kwenu mpaka unauliza kwetu ni wapi? Ukiangalia nyumba zimejengwa e, watu ambao wako kule hata wakujui juu ulienda miaka nyingi. So wenye wamegro ni wenye huku, acha ni kizazi kipya, so wakujui <laughs> ukisema jina. Tukienda town, ukifaulu kumbuka nyumbani, siku moja utawahitaji. Cheza tu ringa tu, utajua hujui. Kitoka pale basi, nikavuka kutoka eneo la Hola, nikaenda moja kwa moja hadi Lunga Lunga kule Kwale, bado pwani tu kule Lunga Lunga. Nasemekana, e, kwamba kuna e, kalameni mmoja aliyefika kwa mganga maarufu kijijini hapa. Alitamauka kugundua kuwa mkewe alikuwa mteja wa babu huyo yani, mnaenda pali mambo yakiumana kidogo unaenda kwa mambo ya mganga mwenyewe atakufa siku moja kwa hivyo tumwendee mungu tuachane na mambo ya waganga hawatakusaidia wenyewe wana mashida chungu mzima angekuwa hana mashida, angekuwa anaishi kwa mashida vile ambavyo anaishi kwa mashida vile on... nyumba matope zinakaaje hizo? Acha nayo ah. Na nikitoka pale basi nikavuka mpaka eneo la Chepkabit kule Sotik. Chepkabit kule Sotik napomalizia pale eh, kuna uh, akina dada walioolewa katika boma moja mahali hapa waliteta vikali. Akina mama wa familia hiyo walipotoa uamuzi kuwa hakuna hata mmoja bomani atakayeruhusiwa kupekua simu ya mumewe boma. Uamuzi umetolewa, anasema kwamba kwa boma hili hakuna mtu ata kisa na maana. Wamama wamekuwa wakipata kesi kesi kesi, sijui yo eh, sijui mme wangu nimeona SMS nimefanya nini. Kwa hivyo wakasema ili tupate amani kwa hizi boma, mtu asiguze simu ya mme wake. E, wakina dada wakasema eh? hii hapana. Wakakata, wakakaidi kabisa, wakasema hataki, hawezi usikiza. Kama ni hiyo ushauri, hataki, hataki kusaidiwa na hasa wakati mtapata kesi pia mtapeleka kwa hao kina mama, mtakaje? Haya, semi kitu, watu waendeshane vile ambavyo wanajuana, au sio? Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, kwenye pita pita za kwangu tunasema, kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Hakikisha kwamba chini ya video hii ume subscribe, kuna neno tu subscribe pale, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in Sign in na Gmail account yako copy the link and share, no click notification bell ambayo iko hapa chini, alafu click thumbs up inamaanisha like, niweke comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. God bless you, yu VMM kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo.